Christmas ya mapinduzi mwaka 1965 alikuwa rais wa Romania George Georgu Deji alifariki dunia akiwa madarakani. Kwa mujibu wa katiba yao, rais akifia madarakani, katibu mkuu wa chama cha kikomunisti PCR anarithi kiti chake. Hata hivyo, Nicolae Ceausescu alivyopata bahati ya kuwa rais wa Romania bila kutarajia uraisi wa mirathi alipoingia alijaribu kuonyesha yeye ni tofauti na mtangulizi wake aliachia huru baadhi ya wafungwa wa kisiasa kuanzisha maridhiano na wapinzani kuendeleza miradi ya mtangulizi wake hasa ujenzi wa nyumba za bei nafuu affordable housing Alitekeleza miradi mingi ya ujenzi kiasi kwamba hakuona hatari ya kukopa fedha nyingi nje ya nchi ili kujenga, lakini kumbe alifanya ufisadi mkubwa kupitia miradi hiyo. Sehemu kubwa ya fedha zilirudi kupitia kampuni zake au za ndugu zake. Alipandisha deni la Romania kutoka dola bilioni moja mwaka 1965 hadi dola bilioni tano mwaka 1970 Yaani, deni la taifa liliongezeka mara tano ndani ya miaka mitano tu. Madeni hayo yalitokana na kukopa pesa nje ya nchi zenye riba kubwa, kwa hiyo alilazimika kuanzisha tozo na kodi mbalimbali ili serikali ipate pesa za kulipa madeni. Wananchi wa Romania walinuka kodi na tozo kiasi kwamba baadhi walikimbilia nchi jirani kama Serbia na Hungary. Alianzisha kodi hadi kwenye mazao ya chakula kiasi kwamba gharama ya chakula ziliongezeka maradufu, na watu wengi walishindwa kumudu hata mlo mmoja, lakini alifanya hivyo ili kupata fedha za kulipa madeni. Polepole, Chausesku alianza kubadilika kutoka kiongozi wa maridhiano na kuongoza nchi kwa mkono wa chuma. Hakutaka kukosolewa wala kupingwa. Wale waliojaribu kufanya hivyo walipotea kutekwa kuuawa kikatili na miili yao kuokotwa ufukweni na wengine walifungwa jela kwa makosa ya uhaini. Kwa mujibu wa taarifa ya CIA iliyoachiliwa mwaka 2010 Romania A situation report ilionyesha kuwa hadi mwaka 1980 Rais Chausescu alikuwa na kikosi cha siri cha zaidi ya watu elfu sabini wasiojulikana ambao walihusika kuua kuteka na kufungulia watu mashtaka ya uongo . Kikosi hicho hakikuwa katika mfumo rasmi unaotambulika, kwa hiyo kiliweza kufanya ukatili wa aina yoyote bila kuwajibishwa. Miili ya watu waliomkosoa rais Chausescu iliyokotwa katika fukwe za bahari nyeusi, the black sea, ikiwa na majeraha. Polisi walisema uhalifu huo ulifanywa na watu wasiojulikana na kuahidi kuwatafuta, lakini hakuna muuaji aliyewahi kukamatwa. Matukio haya yaliendelea kushamiri. Watu walikamatwa mchana kweupe, wakiwa maofisini, kwenye biashara zao, au kwenye vyombo vya usafiri na kwenda kuuawa. Rais Chausescu hakuwahi kukemea wala kuonyesha kusikitishwa na vitendo hivyo. Katika kuimarisha utawala wake wa kiimla, Rais Chausescu alihakikisha amezikontro mahakama na bunge, vikawa vyombo vya kutekeleza maagizo yake badala ya mihimili inayojitegemea bunge likageuka mwanasesere wa kumsifia raisi na mahakama ikapoteza uhuru wake na kuwa chombo cha kufanya maamuzi kwa kumfurahisha raisi. Katika giza hilo totoro, makanisa nayo yakageuka kasuku wa kusifia serikali badala ya kusimamia haki. Kanisa la Orthodox la Mashariki lenye waumini wengi zaidi nchini humo, zaidi ya asilimia themanini, likiwa linatoa nyaraka za kumsifia raisi na kuwataka wananchi kutii mamlaka maana mamlaka zote zinatoka kwa Mungu. Ili kulikontroa bunge vizuri, Chausescu alijenga bunge kubwa la kifahari ambalo ni bunge la pili kwa ukubwa duniani baada ya Pentagon, likiwa kwenye eneo la kilomita za mraba 365 ambalo ni kubwa zaidi ya nchi yote ya Malta. Lakini kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, katika mji wa Timisoara kulikuwa na kanisa la Kiluteri lililokuwa likiongozwa na mchungaji Lazo Tokes. Alikuwa mmoja wa watu wachache waliothubutu kuikosoa serikali ya kidikteta ya Chausesku hadharani. Alikosoa kukithiri kwa vitendo vya ufisadi, kukosekana kwa uhuru wa kuabudu, makanisa kufungwa, wapinzani kutekwa, kupotea, kuuawa, na wengine kupewa kesi ya uhaini. Pia mchungaji Tokes alipinga mauaji ya kabila la Wamagayar yaliyoendeshwa na kikosi cha siri cha rais cha Ceausescu. Katikati ya mamilioni ya wananchi waliokuwa wakimsifu cha Ceausescu na kumnyenyekea, mchungaji Tokes alisimama imara kumkosoa. Alipewa onyo na mamlaka kuwa aache kuchanganya dini na siasa, lakini hakutii. Aliendelea kukosoa na kupinga vitendo vya utekaji, kufunga makanisa, ufisadi na vinginevyo. Tarehe 15 Disemba 1989, serikali ilifunga kanisa la mchungaji Tokes. Rais Chausescu akamuita wakala wa shetani, akaagiza akamatwe. Baada ya amri hiyo, waumini na majirani zake walizingira nyumba yake ili kuzuia askari kumkamata. Ahadi Disemba 16, polisi walikuwa hawajafanikiwa kumkamata mchungaji Tokes. Rais Chausescu akatoa amri ya kuua mtu yoyote aliyekwamisha zoezi hilo. Polisi wakamimina risasi kama njia ya kuwatawanya wananchi. Siku ya kwanza wakaua watu 106, na, na kutishia kuua zaidi kama hawatatawanyika kwa hiari. Lakini kadri polisi walivyotumia nguvu, ndivyo waandamanaji walivyoongezeka. Maandamano yakashika kasi na kuhamia miji ya Cluj Napoca, Brasov, Constanta, Galati na hatimaye yakafika mji mkuu Bucharesti. Hayakuwa tena maandamano ya kuzuia mchungaji Tokes kukamatwa, bali kupinga utawala dhalimu wa Rais Chausesku. Kile kilichoanza kama maandamano ya kidini kilibadilika kuwa maandamano ya kupinga serikali. Rais Chausesku akaamuru waandamanaji wadhibitiwe kwa nguvu, na ikibidi wauawe. Polisi na jeshi wakatumia risasi na mabomu. Vifaru vya jeshi vikaingia mtaani kukabiliana na waandamanaji. Watu 1300 waliuawa ndani ya siku tatu. Mauaji hayo, mauaji hayo yalichochea hasira zaidi kwa wananchi na kuingia barabarani. Jeshi lilianza kukataa amri za kupiga raia, lakini polisi waliendelea kupiga. Jeshi likabadilika na kuanza kulinda raia na kuzuia polisi kutumia nguvu. Disemba 21, maandamano yalifika ikulu ya Bucharest ambapo raisi Chausesku alijaribu kuhutubia lakini hotuba yake ilivurugwa na kelele za upinzani. Ilikuwa mara ya kwanza hotuba ya rais kuingiliwa moja kwa moja hadharani. Tarehe ya 22 Disemba 1989, Rais Chausesku na mkewe Elena walijaribu kutoroka, lakini walikamatwa na kuletwa mbele ya umati wa watu wakizomewa kuwa ni wauaji na mafisadi walishtakiwa katika mahakama ya kijeshi military tribuna, ambapo kesi ilisikilizwa kwa siku tatu tu. Walipatikana na hatia na kuhukumiwa kifo. Tarehe 25 Desemba 1989, rais Nikolae Chausescu na mkewe Elena waliuawa kwa kupigwa risasi hadharani, huku wananchi wakishuhudia na kushangilia. Na huo na huo ukawa mwisho wa utawala wa kidikteta wa Nikolae Chausescu. Siku hiyo ikapewa jina Christmas ya Uhuru. Crasium Revolutionar, umejifunza nini? Mimi ni Mariam Pol.